Tabdala Hemedu ni mzaliwa wa Mgao na makazi yangu Mgao. Kwa hiyo hapa nimesimama mbele yenu, kwanza asante na hivyo marahaba, na kama wazee wangu walionizidi, shikamoni. Sina dhaibi, nalia kilio kama nikushindilia maongezi sana, miongea mwanangu, mimi hapa ninashindilia yaani kumshindilia huyo rais wangu au rais wetu, tunamuomba tunamuomba tunamuomba. Tuna kwanza tuna watoto tunawasomesha, nafikiri mnawaona vijana wetu watoto, wanataka wasome, watoto wanataka wapate unifomu, watoto wanataka wale, na vitu hivyo vyote vinatokea wapi? Kwenye kilimo hiko inachotaka kunyang'anywa sisi bila fidia. Tunataka fidia, kifuta jasho. Mimi niliosimama hapa na mpaka wote waliokuwepo hapa na waliokuwa majumbani letu, moja tunataka fidia, ili Rais atusimamie walikotokea vijana nao, ukuu wa wilaya ni muda mwingi. Ninakuomba Rais, Ninakuomba Rais, tafadhali tafadhali, tafadhali unapotaka kusikia maswala kama haya uje utusimamie uje utuongozee. Mimi jamani, ni mtu mzima, tangu siku hizo niko kijana, na hiyo muda hayo mashamba nalima mpaka ni mizana mpaka nimejukua sasa hivi, yaani ya sasa hivi. Eh, mimi siongei mengi, ninaogopa nitakosea pamoja hawa watoto wamenichagua, lakini eh, hey, nitakumaya kulongela nikisema... <laughs>